Ni hafla ya uzinduzi wa mgodi wa Azam TV Kijangwani, Unguja, ikiwa ni mwendelezo wa kampuni hiyo kufikisha huduma kwa wananchi katika maeneo mbalimbali nchini. Kuletea mgodi huu ambao kila nyumba ya Mzanzibari ambao sasa itapata unafuu wa kuja kupata hii huduma, na kama mlivyozungumza mwanzo, ndugu zangu, kwamba na mimi nakusifuni kwa kweli service zenu ambaye mimi ni mteja wenu vilevile na, na declare interest kwamba kwa kweli service zenu mnazozitoa ziko katika highest class. Madhumuni makubwa ya mgodi huu ni kuleta karibu na karibu zaidi huduma zetu kwa wateja wetu, kila mtanzania awe ana kisimbuzi cha Azam TV, sio tu katika nyumba, kila nyumba, lakini pia tunataka katika kila chumba. Dikoda zetu badala ya kutoka elfu tisini na tisa. Tutauza kwa elfu 92 kwa hiyo, njoo nasi utajipatia ofa zote za Azam TV, ujimwage mwage, kila kitu kiko vizuri na salama, na utapata huduma ya utengenezaji wa kingamuzi chako bure kabisa. Palipo na mgodi wa Azam TV, basi pia huduma za Azam Pesa zinapatikana papo hapo kwa urahisi zaidi ukiwa na mgodi wa uh, ukiwa na uh, uhitaji wa kupata huduma ya Azam TV kama utafanya malipo yako kwa kupitia Azam Pesa, pia kuna punguzo unalipata kupitia, kupitia malipo yako hayo hayo. Ya kwetu visiwani Zanzibar tunanufaika kiupande fulani kwamba huduma imetanuka, tutapata kuangalia mambo mbalimbali mbali kupitia kingamuzi chetu cha Azam TV. Huu ni mgodi wa pili kwa zanzibar ambao ulitanguliwa na mgodi uliofunguliwa kisiwani pemba na unakamilisha migodi 23 nchi nzima kutoka visiwani zanzibar Naima Haji Azam News. <mulia>